Kupitia kwenye kurasa yake ya X Twitter, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kimechapisha taarifa kudai kuwa jeshi la polisi limezuia mkutano wa makamu mwenyekiti wa chama hicho bwana John Heche katika jimbo la Mbarali, kitendo kinachoashiria matumizi mabaya ya vyombo vya dola katika kuzorotesha shughuli za kisiasa. Kufuatia taarifa hiyo, rais wa Tanganyika Law Society TLS, wakili msomi Boniface Mwabukusi amejitokeza na kukosoa vikali hatua hiyo ya kuzuiwa kwa mkutano huo akisema kuwa ni kinyume na katiba ya Tanzania. Akinukuu ibara ya 20 ya katiba, Mwabukusi kupitia ukurasa wake wa X Twitter amechapisha taarifa na kusema, kila mtu anayo uhuru wa kukutana na watu wengine kwa hiari yake na kwa amani kuchanganyika kushirikiana na watu wengine na kwa ajili hiyo kutoa mawazo yake hadharani na hasa kwa madhumuni ya kuanzisha au kujiunga na vyama au mashirika mengine yanayoshughulikia mambo ya siasa au mambo mengineyo. Ibara hii inathibitisha kuwa mikutano ya vyama vya siasa ni haki ya kikatiba na haiwezi kuzuiwa bila sababu za msingi zinazokubalika kisheria. Ibara ya ishirini na moja moja na mbili, kila raia anayo haki ya kushiriki shughuli za utawala wa nchi ama moja kwa moja au kwa njia ya wawakilishi waliochaguliwa kwa mujibu wa sheria kila raia anayo haki na uhuru wa kushiriki kwa amani na bila uoga katika mchakato wa kidemokrasia wa kuamua uongozi wa nchi yake. Hii ina maana kuwa kuzuiwa kwa vyama vya siasa kufanya mikutano ni kukiuka haki za kidemokrasia za raia. Namba mbili, sheria ya vyama vya siasa sura ya 258, The Political Parties Act Cap 258 e, kifungu cha 91C si. Chama cha siasa kitakuwa na haki ya kushiriki katika shughuli za, za kisiasa ikiwa ni pamoja na kufanya mikutano ya hadhara kwa mujibu wa sheria zilizopo. Sheria hii inatoa haki ya kisheria kwa vyama vya siasa kufanya mikutano bila kuwekewa vikwazo visivyo vya msingi. Kifungu cha 111 na tatu. Kila chama cha siasa kilichosajiliwa kwa mujibu wa sheria hii kitakuwa na haki ya kuendesha shughuli zake kwa uhuru kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Hakuna mtu yeyote atakayekizuia chama cha siasa kilichosajiliwa kuendesha shughuli zake kwa mujibu wa sheria hii. Hii ina maana kuwa vitendo vya kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ni matumizi mabaya ya madaraka na vinakinzana na sheria za nchi. Namba tatu sheria ya jeshi la polisi na huduma za usalama sura ya 322 yani The Police Force and Auxiliary Services Act, cap 322 kifungu cha 43 polisi watawajibika kuhakikisha usalama wa mikutano ya hadhara kwa lengo la kulinda amani na utulivu na sio kuzuia mikutano hiyo bila sababu za msingi jeshi la polisi lina wajibu wa kulinda mikutano ya hadhara sio kuizuia kwa misingi ya kisiasa. Tuna namna mbili, tuishi kwa kuheshimiana, tulijenge taifa letu au tuishi kijinga, tuharibu taifa letu. Ujinga ni kutoheshimu sheria na katiba. Kumbuka kwamba moja, kuzuia mikutano ya vyama vya siasa bila sababu za msingi ni kinyume cha katiba na sheria za nchi. Mbili, vyama vya upinzani vina haki sawa na chama tawala kufanya mikutano ya hadhara. Tatu, yeyote anayezuia haki hii anatumia vibaya madaraka na anahujumu demokrasia. Hili ni suala la utawala wa sheria, na lazima polisi na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini Tanzania wawajibike kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi. Hivi ndivyo ambavyo wakili msomi na rais wa TLS Bonifas Mwabukusi amejitokeza na kuzungumza mara baada ya jeshi la polisi kuzuia mkutano wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, bwana John Heche katika jimbo la Mbarali, kitendo ambacho Chadema wamedai ya kwamba kinaashiria matumizi mabaya ya vyombo vya dola katika kuzorotesha shughuli za kisiasa. Wakili msomi Boniface Mwabukusi amesema kuzuia mkutano wa Chadema Mbeya ni kuhujumu demokrasia. Mapema hii leo tarehe 25 Machi mwaka huu wa 2025, zilianza kuenea taarifa zilizoambatana na picha mbalimbali mbali kwenye mitandao ya kijamii, picha zikionyesha magari mapya ya jeshi la polisi pamoja na polisi wakiwa katika maeneo fulani fulani, ambapo ilidaiwa ya kwamba jeshi la polisi lilikuwa katika mchakato wa kumzuia makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara Joni Heche kuzungumza na wananchi wa jimbo la Mbarali mkoani Mbeya siku ya leo. Picha hizo zimeweza kujadiliwa kwa mitazamo tofauti tofauti, kila mmoja amepata nafasi ya kuzungumza jambo lake, hadi baadaye ikaja ikatoka taarifa ambayo ilidai kuwa jeshi la polisi eh, limezuia limemzuia makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Bara John Heche kuzungumza na wananchi wa jimbo la Mbarali mkoani Mbeya siku ya leo, Jumanne, Machi 25 mwaka huu wa 2025, siku ambayo alikuwa na ratiba katika jimbo hilo kuendelea na operesheni ya no reforms, no election. Mara baada ya taarifa ya John Heche kuzuiwa na polisi kuzungumza na wananchi Mbarali, E, mambo yameweza kuwa mengi sana na e, yaliyoibuka pia ni mengi sana. Wanaharakati mbalimbali mbali, nao pia wamepata nafasi ya kuzungumza ama kuzungumzia kuhusiana na polisi kumzuia John Heche, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema kuzungumza na wananchi e, Mbarali lakini pia kupitia e, tukio hilo ama sakata hilo pia ndicho chanzo cha sisi kukusogezea habari hii ya wakili msomi Boniface Mwabukusi ambaye naye amejitokeza hadharani na kuzungumza kuhusiana na sakata hilo ama tukio hilo la John Heche kuzuiwa na polisi kuzungumza na wananchi, eh, katika jimbo la Mbarali jijini Mbeya. Lakini baada ya hayo yote kuwa yametokea, John Heche sasa, ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama hicho cha Chadema bara nchini akajitokeza na kuzungumza yafuatayo ambayo ameyazungumza kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, ambapo amesema na nukuu, nawashukuru wananchi kwa utayari wenu namna mnavyokiunga mkono chama chetu. Asante Mbarali kwa kuonesha msimamo dhidi ya polisi wanaotumika kuua demokrasia. wanakijiji Mabadaga Asanteni sana. Kwa uwezo wa Mungu nitarudi kufanya mkutano hapo tarehe moja mwezi wa nne. John Heche ameyazungumza haya kwa kuambatanisha na kipande cha video ambacho e, ndicho sasa kilikuwa kinaonesha jinsi ambavyo alikuwa akizuiliwa na askari hii ndio imekuwa habari ambayo imetufikia katika meza yetu ya habari, nasi tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ili kusudi uweze kupata kujua na kufahamu hasa hasa kinachoendelea kwa sasa nchini, hasa hasa katika upande wa siasa. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Hii ni Habari Kiganjani, endelea kusubscribe